Eh, bwana, nimeamka zangu mazoezini leo, nikasema ngoja nipitie comment za watu fudenti. Unajua mimi kusoma kidogo, shagara bagara. Mwanangu kanisomea, yuko la saba si, eh, form 1, si ndo kaingia hapo, form 1 kanisomea: baba, umeona mazoezi comment zake watu walioandika. Nikaambia kuna nini? Mwanangu ngoja nikusomee. Sasa nyinyi wasomi bora, mimi mazoezi yangu ya nyumbani kwangu, sawa. Sasa hizi nimeamka, naenda kupata zangu uji chapati zangu hazina chumvi. Nyewe saizi mshalala, wasomi, jana usiku mmemaliza vibanda vya chipsi manonize, yote yameisha. Eh, sausage kibao. Kweli unataka kushindana na mimi wewe? Mtu saizi umelala, unaumuka tu unakoroma, kitumbo kimejaa na sausage manonize. Mimi tangu saa tisa shamka, unanisema oh, mazoezi yako sio kitambi, mara si utoa nini, si upunguza nini. Maneno yenu yote hapo mwanangu kanisomea. Sasa basi, labda nikwambieni, tunakuja sasa kwenye pointi nyewe wasomi, na nyewe watu fudenke. Sawa vichogo bora mimi mazoezi yangu ya nyumbani kwangu sawa bwana, nina ulinzi wa msikiti na ulinzi wa kanisa na ulinzi wa mtaani na mwisho ulinzi wa Mungu. Wewe mwenzangu, mtu mzima unaamka, una familia, unawasha gari lako, unakwenda zako jimu, mazoezini, mwanamume mwenzio <laughs> ngoja niweke chapati zangu za maji, anakoshika namna hii, fanya hivi hivi hivi, inama <laughs> lala kifudi fudi, shika ukuta hivi, kweli kabisa, mtu una unadigili na una hela. Asubuhi asubui unamfuata mtu kama wewe, ana akakushike akakushikeshike viungo kweli? <laughs> Oya, jitambueni wasomi, amniwezi hivi kubwa sawa. Ndio maana mimi niko kwa nyumbani kwangu eh, nkijisikia nyani tum... hivo eh, kwani mazoezi takaasiu paka mtu akuone mazoezi wewe mwenyewe. Eh, sasa wewe ndugu yangu una ulinzi wa Mungu hata ulinzi wa shirikishi una hata mtani. Wana kushinda na mimi. Ukatoa kiamko unamfuata mwenzio kama wewe, anaenda kukushika mbavu, anakushika kiuno, anakwambia inama hivi. Mwisho wa siku mara anakwambia lala kifudi fudi. Mara afshika ukuta. Mara manana... lala hivi. Mara ah, kweli. Kweli. Kweli wasomi, kweli. Unaamka asubuhi unamfuata mwenzio. Akakufanya hivi mguu. Afanye hivi, na kwambia lala hivi. Acheni bwana. Bora mimi mazoezi yangu ya nyumbani kwangu. Maisha anaenda sawa, shikashika kiuno nini, nikipiga kumi kumi zisari, jasho limetoka. mafuta yametoka. Washamba nyinyi nyinyi, hamniwezi sawa. Tafuteni labda sosi nyingine. Comment zenu andikeni, washamba nyinyi, sawa. We mtu mzima, shababi, una watoto, unaamka asubuhi unaenda kwa jamaa, haya, nimekuja kunifanyisha teni. Unashikwa hivi, unainamishwa hivi, unaambiwa fanya hivi. Jitambo wenu washamba mazoezi popote pale uko kwako, sio eh? Maisha yanaenda hivyo. Mimi si mjanja wewe, mimi unaniweza wewe, mimi msalamu wewe, mimi boni ya hii hapa. Wazo wetu wamekuja hapa mapoli wao unijua kama de sample kuna miliki chui pale palikuwa kuna chui swala. Wazo wetu tunakuja kuwafukuza wanyama, ndio wamechukua alizi shamba nani nye wasomi wa nikaangalia komenti zenu, nikaambia mwana mwanangu, haya madudu gani yameandikwa? Ndio kanifanya mie nifa... mtaniweza wapi wewe? Amka asubuhi, mfate mtu mwenzio kama wewe mwenye ndevu, akakushikeshike mbavu kiuno, akuinamishe, umalize, urudi zako nyumbani, washamba.